Namkaribisha Tulia kama mama mwenye jiji kabisa, hasa ndani ya wananchi wa Iduda. Kwanza wengi kati ya michango ilivyokuwa imezidi hapa, tumekimbia tungekimbia tungeacha watoto. Tulia amewezesha vingi na vingi kweli. Mama, ongeza hata miaka mia, tunamwombea uhai awe mzima. Yaani hana cha kupingwa, hana cha nini. Tulia hoye Tulia karibu, Tulia mama yetu tu pamba. Hatuna uwezo, michango ingetushinda. Mbona tungekimbia, watoto tungekuta wamekufa na njaa. Tulia amewezesha, kajenga shule, kila kitu. Tulia tunaye mpaka kesho na kesho kutwa, mpaka mwisho wa uhai wangu Tulia ni naye. Uh, nashukuru sana kwa mgombea Tulia Ackson. Huyu huyu mtu amefanya kazi sana kata ya Iduda, amesaidia vitu vingi. Kwanza nikiangalia shule ya msingi, shule sekondari, ni mmoja wapo huyu bwana. Hata kama akipewa, tukimpa kula za tarehe ishirini na tisa, mi nasema kwamba anatosha kabisa. Nashukuru sana sana, tena sana tuko wengi tunamfagilia na tuko wengi sana, tuseme katika bonde hili la Uyole. Nasema asante Tulia kwa, ku, kwa kutufanyia kwa kazi hiyo, na nakuombea Mungu uwe vizuri. Tufika siku hiyo, kura zote zitakuwa kwako Tulia, karibu kwetu.